Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika Mewa Digital Hub. Somo letu la leo ni isimu jamii, maswali ya mok na majibu yake. Mok mbali mbali za shule mbali mbali ambazo ziko hapa nchini kama vile Alliance, Kenya High na kadhalika. Mwalimu kwa majina ni Madam Sumeiya Salim. Maswali ya isimu jamii shule mbalimbali mbali za mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Tutaanza na Maseno School mwaka wa elfu mbili ishirini na nne swali la isimu jamii. Umealikwa na tume ya kukabiliana na matumizi ya dawa za kulevya kuwashauri vijana wa eneo bunge lako kuhusu jinsi ya kuepukana na uraibu wa matumizi ya mihadarati Andika sifa kumi za lugha ambayo utatumia kuwashawishi. Kwa hivyo majibu, ikiwa umeswali kabla. Tujaenda kwa jibu, swali limesema andika sifa kumi za lugha. Kwa hivyo yamaanisha utaandika sifa kumi na kila sifa utapeana na mfano. Twende kwa majibu: lugha ya upole na heshima, mfano tafadhali, tusitumie mihadharati. Kwa hivyo lugha utakayotumia ni ya upole na ya heshima. Ya pili, lugha ya kushawishi, mfano ni mmoja wenu, unawashawishi ni mimi, ni mmoja wenu. Ya tatu, swali ya balagha, nani hapendi kuishi miaka mingi? Kwa mara nyingi swali ya balagha ni lile swali ambalo mwisho aliko na alama ya kiulizi. Jibu lengine, kuchanganya msimbo, yaani unachanganya ndime nachanganya lugha mbili, mfano haki, nawaambia drugs are bad. Kwa hivyo ametumia Kiswahili na Kiingereza. Matumizi ya misimu, yani kuna baadhi ya maneno ambayo yanazuka kisha yanapotea kwa muda. Kwa hivyo mfano, wengi wetu hatuna do kama neno do, neno ambalo linatumika kwa wakati fulani baina ya kundi fulani la vijana na, na baadaye kutoweka. Jibu lingine, matumizi ya takriri, yani kurudia rudia. Mfano, tuache tuache na dawa, ndugu zangu. Kwa hivyo narudia rudia, nino tuache tuache. Jibu lingine, lugha ya kuhimiza. Mfano, haki inawezekana, unawahimiza kwa jambo fulani, inaweza kutokea. Kwa hivyo hilo ni swali la Maseno mwaka 2024. Twende Strathmore School mock mwaka elfu mbili ishirini na nne Isimu Jamii waliletewa swali gani? Eleza sababu zinazowafunga watu kufanya makosa ya kisarufi katika mazungumzo, alama kumi. Kwa hivyo hili swali linasema ni sababu zinazowafunga watu kufanya makosa ya kisarufi ukizungumza, tuseme kama Kiswahili chako hakitokei vizuri, ni vitu gani vinavyosababisha iwe ukizungumza ile sentensi yako maneno hayatokei vizuri kama yanavyostahiki. Ya kwanza, athari ya lugha ya kwanza. Kwa hivyo kuna lugha ya kwanza, kuna wengine labda ni Wahindi ama pia kuna wengine watu ambao ni Wabajuni ama mtu ni Mkikuyu, hawezi kutofautisha labda sauti la na ra. Kwa hivyo mfano, hapa athari ya lugha ya kwanza inaleta vipi wewe kuwa na makosa katika kuzungumza? Mfano ukefu urefu. Ya pili, hali ya kiakili ya msemaji, labda ni mgonjwa au mlevi, hudondosha sauti. Pia wakati wengine, ukiwa unazungumza kama ni mgonjwa, maneno yanakutoka toka ambayo hayaeleweki. Ya tatu, kuhamasisha mafunzo na lugha moja hadi nyingine, mfano katoto au kitoto. Kwa hivyo badala ya kusema kitoto, unaita katoto, kutokana na lugha ambayo wewe umezoea kuitamka, unajaribu kuwafanya mambo yatamkike kilazima katika lugha ya Kiswahili. Kasi ya mzungumzaji huathiri usanifu wa lugha, vile namna mtu anavyozungumza. Ukizungumza kwa haraka haraka, maneno hayatokei wazi kabisa. Kuna maneno yanayojaribu kupotea potea. Kwa hivyo ukizungumza haraka haraka, mtu haelewi anasema nini. Kwa hivyo hiyo pia husababisha. Nyingine makosa ya kimakusudi, kuna watu wanafanya makusudi kutamka, ili aonekane kuwa labda amefanya, ili kufurahisha watu. Kwa hivyo makosa ya kimakusudi, ili kuburudisha au kuchekesha watu. Kosa la kutoelewa maana ya neno kimatumizi au milisi wa maneno ikiwa hauelewi neno unalitamka tu Moi Girls School Nairobi Mock 2024 yani mwaka 2024 isimu jamii swali limekuja kama lifuatavyo Hello sir je ni afisi ya help ndiyo ni nani mwenzangu nikusaidieje swali la kwanza tambua sajili hii alama moja kwa hivyo mawasiliano ya simu au rununu au simu tamba kwa sababu ya hello sa. Swali la pili, taja sifa nne za lugha ya sajili hii ukirejelea kifungu. Kwa hivyo unarejelea kifungu kwa kutolea mifano eh? Alama nne. Kuchanganya ndimi, amesema nini? Hello sa. kwa hivyo ukisema kwa kurejelea kifungu, yale mifano yako lazima yarejelee kifungu. Jibu la pili, lugha ya mkato amesisitiza kuwa help imewekwa kwa herufi kubwa. Msamiati maalum tunavyojua msamiati maalum yani, kuna maneno katika simu lazima utaje, mfano hello. Lugha ya heshima, mfano sa nani mwenzangu nikusaidieje? Lugha ni ya heshima, lugha rasmi, kama ukimwita sa. Kauli fupi, nikusaidieje, hello, helo sa na kadhalika. Lugha dadisi nani mwenzangu, kukatizana kauli, yaani hajamaliza kuzungumza umemkatia. Hello sa. Swali linaendelea. Swali la tatu, wewe ni spika anayeongoza mjadala bungeni. Kuna msuko msuko unaoshuhudiwa mjadala kuhusu mswada wa fedha unapoendelea, andika sifa tano za lugha unaweza kutumia ili kuwatuliza wabunge watatumia lugha gani ili wabunge watulie wasikusikilize kwa makini? Kwa hivyo, lugha mrishi, unawamrisha oda mheshimiwa, lugha ya heshima mheshimiwa mili. Kwa hivyo umetumia jina mheshimiwa mheshimiwa, sio kutaja jina lake. Nyingine lugha ya adabu na upole, mfano Odhiambo naomba ukae. Umemwomba kwa heshima, yaani kwa adabu. Nyingine lugha ya kisheria au kikatiba, sera yetu ya bunge inasema hivi na hivi na hivi. Lugha ya ishara, inapoashiria jambo, kwa mfano natumia mkono kuashiria. Nyingine lugha takriri, kila mara kuna maneno utakuwa unarudiarudia, mfano oda, oda. Nairobi School mock mwaka 2024 isimu jamii, eleza maana creole ni pijini iliyoimarika na kuwa na watu wanaoizungumza kama lugha yao ya kwanza. Kwa hivyo krioli ni lugha, ni pijini, yaani krioli ni pijini lugha ambayo imetumika tu na kundi la watu, kisha baada ya muda ile lugha ikawa imeimarika, inaenea, ndio tunaita nini? Krioli. Eleza sifa zozote tatu za krioli. Ya kwanza, huwa na wenyeji, kwa mfano krioli ya Haiti, krioli ya Jamaika. Kwa hivyo ina wenyeji, si lugha tu ilozuka ya pili. Huwa na miundo thabiti ya kisarufi sentensi yake inavyotamka, unaona sarufi yake iko sawa sawa. Huwa na msamiati thabiti, unaweza kutungiwa kamusi. Kwa hivyo ni lugha ambayo imekomaa. Eleza maana lingua franka ni lugha inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti kwa ajili ya mawasiliano. Kwa mfano Kiswahili katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa hivyo lingua franca, inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti kwa ajili ya mawasiliano. Hapa Kenya tuko na lugha nyingi tofauti, Tanzania lugha nyingi tofauti, Uganda, lakini sote tunatumia Kiswahili kama lingua franca ili kuelewana na kuwasiliana. Nikienda Tanzania nitazungumza Kiswahili tambua sifa zozote tatu za lingua franka. Utajuaje kama hii ni lingua franka? Ya kwanza, huwa ni lugha ya mawasiliano kati ya watu wenye lugha zaidi ya moja. Ya pili, yaweza kuwa lugha ya kwanza ya mzungumzaji au lugha ya pili, na kwa watu wengine lugha ya kigeni. Ya tatu, ukiuka mipaka ya kitamaduni. Na mwisho, hutumiwa na watu ambao lugha zao za mama ni tofauti, kama vile Kiswahili kinatumika kana watu wengi, lakini kila mtu ana lugha yake. Kiswahili kinatumika tu kimawasiliano. Asanteni.